huo mgahawa unakuwa unapata faida na pia unakuwa endelevu. Sio vizuri kuanzisha biashara ya mgahawa halafu baada ya mwaka mmoja au miwili unafunga kwa sababu imefilisika. Sasa kuna mambo karibu kumi na nne hivi ambayo inabidi uyatekeleze kama unataka kufanikiwa kuwa na mgahawa ambao unapata faida na pia unakuwa ni endelevu. Sasa ngoja ni anze kuelezea moja baada ya nyingine kati ya mambo ambayo ni ya muhimu inabidi uyatekeleze. Namba moja ni kufanya uchaguzi wa aina gani ya mgahawa unataka kuanzisha, kwa sababu kuna aina nyingi za migahawa. Sasa kutokana na matakwa ya wateja unaweza ukachagua ni aina gani ya mgahawa, kwa sababu unaweza ukaanzisha mgahawa ambao labda unashughulikia tu watu ambao pengine ni vegetarian wasiokula nyama na vitu kama hivyo, lakini kuna wengine unakuta mgahawa wake anaweka nguvu zaidi kwenye kupika pilau, wengine ni mchanganyiko, basi ili mradi tu. Kwa hiyo ni muhimu ufanye uamuzi sahihi wa aina gani ya mgahawa unataka kuanzisha. Hiyo namba moja. Namba mbili, baada ya kufanya uamuzi wa aina ya mgahawa unaotaka kuanzisha, kinachofuata ni kuchagua sehemu ambayo utaanzisha huo mgahawa. Ni vizuri ufanye uamuzi sahihi wa sehemu utakayoanzisha huo mgahawa. Ukiwa na sehemu nzuri, utapata wateja wengi. Ukichagua sehemu ambayo sio nzuri, unaweza kukawa na shida kupata wateja, na hiyo hiyo haitakuwa kwa vizuri kwa biashara yako ya mgahawa. Kwa hiyo, fanya uamuzi sahihi wa sehemu ya kuanzisha huo mgahawa ambapo unaweza ukapata wateja wengi. Namba tatu ni swala la uchaguzi wa wateja. Inabidi uchague kundi la wateja ambao utakuwa unawahudumia. Usiseme tu unaanzisha biashara ya mgahawa, basi yeyote tu anayekuja ni mteja. Sawa, huwezi ukamfukuza, lakini uwe una kundi maalumu ambayo umelichagua, na nitaelezea hapo baadaye faida ya kuwa na kundi maalumu. Kwa sababu ukishachagua kundi maalumu la wateja la kuwahudumia, kinachofuata ni kuwa na mawasiliano na hilo kundi, ambao watakuwa sasa wanakueleza wao wanapendelea, kama ni mgahawa, vyakula vya namna gani, vinywaji vya namna gani, huduma za namna gani. Kwa hiyo kwako inakuwa ni rahisi kutekeleza kuliko usipokuwa na kundi la wateja ambao unawasiliana nao, itakuwa una, una wewe unatoa huduma au unauza vyakula unavyofikiria wewe na sivyo ambavyo vinapenda na wateja. Kwa hiyo ni muhimu sana, ni muhimu sana kuwa na kundi la wateja la kuhudumia. Jambo lingine ni swala la fursa. Usianzishe biashara ya mgahawa bila kutambua fursa ya kufanya hiyo biashara. Hapo awali nimesema kuwa chagua sehemu Sawa, umechagua sehemu, lakini hakikisha ile sehemu uliyochagua kuna fursa ya kufanya biashara ya mgahawa. Kama hakuna fursa, biashara yako inaweza ikayumba sana, kwa sababu tukizungumzia mambo ya fursa, mara nyingi tunakuwa tuna focus kwa wateja na kuangalia changamoto zao na kuzitafutia ufumbuzi. Kwa hiyo, hilo ni swala la msingi sana la kuangalia kama kuna fursa ya kufanya biashara. bidhaa ambazo zitahusika na kupika chakula pamoja na vinywaji. Ni muhimu ufanye uamuzi wa wapi utanunua vyakula na vinywaji ambavyo vitatumika kwenye mgahawa wako. Kumbuka kuwa ni muhimu upate vyakula ambavyo vya ubora unaokubalika na vinywaji pia, ili uweze kupata wateja wengi. Kwa hiyo swala la kupata sehemu ambapo utapata vyakula ambavyo ni bora ni la muhimu sana, pamoja na vinywaji. Ukizungumzia ubora kwa mambo ya chakula, kwa mfano, kama mahali utakapokuwa unanunua vyakula kama mchele, maharage, unga, unga wa ngano na kadhalika e, viwe vya ubora wa hali ya juu ili kusudi chakula kitakachopikwa kiwe kizuri na kuvutia wateja. Kwa hiyo swala la wapi utakaponunua bidhaa e, na vinywaji ni la muhimu sana lakini pia kuhusiana na hilo hilo ni upate bidhaa ambazo ni bora, lakini pia bei iwe nafuu, na vinywaji pia viwe vya bei nafuu, kwa sababu ukiwa na bei nafuu, na wewe hata utakavyopanga bei za vyakula itakuwa ni nafuu. Kwa hiyo hilo swala la wapi utanunua bidhaa na vinywaji ni la muhimu sana. Lingine nalo kuhusiana na hivyo vinywaji pia na na bidhaa ni swala la bei. Hakikisha unapanga bei zenye mvuto kwenye mgahawa wako. Ukipanga bei ambazo ziko juu sana, wateja wanaweza wakakukimbia, lakini pia usifanye makosa ukapanga bei za chini kiasi ya kuwa ukajikuta biashara yako inapata hasara. Kwa hiyo ni jambo nao la msingi la ku la kutafakari na kulitekeleza. Jambo lingine sasa, maana sasa tunazidi kusogea kwenye kuelekea kuanzisha biashara ya mgahawa ni swala la kuplani. Inabidi kutengeneza plani e, au business plan ambayo itakao kuongoza kwenye kufanya hiyo biashara ya mgahawa. Sasa kama una mtaalamu, mpe hiyo kazi ya kutengeneza business plan. Kama hauna sasa yani, kama huna pesa sasa sijui itakuwaje, lakini ni muhimu sana uwe na business plan ya mgahawa, kwa sababu kwenye business plan kunakuwa na masuala kama ya malengo ya kuwekwa, mambo ya maono eh, mambo ya mikakati itakayotumika, mambo ya hali ya soko eh, mambo ya financial plan au budget, vyote vinakuwa vimo ndani kwenye hiyo plan plani. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe na plan au business plan kwa ajili ya biashara ya mgahawa. Kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana. Sasa naona tupumzike kidogo, alafu tutaendelea na kipindi chetu. Swala lingine la muhimu ambalo inabidi ulitafakari na kulitekeleza ni suala linalohusiana na, na mtaji wa biashara. Ni muhimu kwanza ufahamu, e, ufanye makadirio ya kiasi gani cha mtaji kinahitajika kwa ajili ya kuanzisha hiyo biashara ya mgahawa. Nimeishaelezea kwenye video zangu hata kwenye vipindi vya televisheni taratibu nzima ya kufanya makisio ya mtaji, na kuna vigezo vyake ambavyo tutavitumia. Kwa hiyo, fanya makadirio ya mtaji ili uweze kuelewa ni kiasi gani cha mtaji kinahitajika kwa kuanzisha hiyo biashara. Lakini pili, lazima uelewe wapi utapata mtaji wa kuanzisha hiyo biashara. Nimeshaelezea pia vyanzo vya kupata biashara vya kupata mtaji. Kuna vyanzo kama nane hivi. Nimeshaelezea kwenye televisheni na hata kwenye video zangu. Kwa hiyo, mambo mawili kuhusiana na mtaji. Kwanza ni kufanya makadirio ya mtaji mtaji. Pili ni ni kuelewa wapi utapata. Hiyo ni muhimu sana. Swala lingine ni utengenezaji wa hesabu za biashara. Usifanye biashara ya mgahawa bila kutengeneza hesabu za biashara. Hesabu za biashara ni muhimu sana, kwa sababu ndio zitakazoonyesha kama mgahawa wako unapata faida, unapata hasara, madeni ya mgahawa kama yanaongezeka au yanapungua lakini hata swala la mtaji wa biashara kama unaongezeka una au unapungua, hiyo ni vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo fanya jitihada au jipange, kuwa uwe unatengeneza hesabu za biashara. Sasa unaweza ukatengeneza wewe mwenyewe, kama una uwezo, kama umesomea, kama yako, ukawakodi, una uwezo kama umesomea kama taaluma yako ni mambo ya uhasibu. Lakini unaweza pia ukatumia business consultants au uhasibu wale ambao unaweza ukawakodi wakakutengenezea lakini pia mwisho unaweza ukanunua uka accounting package e, ambayo zipo unazinunua, kisha una post entries mbali mbali kwenye hiyo package, baadaye unakuta unapata hesabu za biashara. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sasa karibu, tumegusa vitu vingi kuhusiana na uanzishaji wa biashara ya mgahawa. Sasa labda tuende kwenye matayarisho sasa ya kuanzisha hiyo biashara. Ni muhimu usajili jina la hiyo biashara. Nenda BRELA au ingia kwenye mtandao wa BRELA e, kwenye website ya BRELA fanya usajili. Na usajili hauna pesa nyingi. Sana sana kwa shilingi 30,000 hivi, 40,000 pamoja na mambo labda kutoa picha kufanya nini na vitu kama hivyo. Eh, kwa hiyo ni muhimu usajili jina lakini pia unaweza kuamua kusajili kampuni yani huo mgawa inakuwa ni kampuni hiyo. Inaweza ikawa ni zuri zaidi, kwa sababu inaweka heshima zaidi, na hata ukitaka kuzungumza mambo ya mikopo na nini, kama una kampuni kidogo, inafanya mambo yasiwe magumu. Sasa baada ya kupata kusajili jina, unakwenda sasa TRA kwa ajili ya kupata e, tini namba. E, tini namba ni ya muhimu, kwa sababu hiyo ni namba ya mlipa kodi lakini pia watakuoji kipato chako unategemea kitakuwa kiasi gani. Kwa hiyo hapo hesabu za malipo ya kodi anazaea zikapigwa hapo, na wakiridhika kuwa uko tayari kulipa kodi watakupa kitu kinaitwa tax clearance certificate, na hii tax clearance certificate ndio utakaenda nayo kwenye ofisi ya halmashauri ya wilaya au ya mji kwenda kupata leseni ya biashara. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Mwisho kabisa ni kuwa sio mwisho lakini kwa umuhimu tunakaribia mwishoni, ni kuwa lazima utangaze hiyo biashara yako. Kwa hiyo anza kutangaza mgahawa, jamani, kuna mgahawa utafungua hivi na una mambo haya na nina ili wateja waanze kufahamu, wadau waweze kufahamu na isiwe kama unawastukiza. Kwa hiyo anza kutangaza e, biashara yako, lakini pia jaribu kutangaza biashara kama ni brand lakini pia jaribu kutangaza aina ya vyakula. Kwa hiyo utaweka mambo ya meni hapo na vinywaji mbalimbali. Kwa hiyo tangaza, unaweza ukatangaza kwa kutumia redio kama mfuko unaruhusu, au tumia television, lakini pia tumia mitandao ya jamii kwenye internet. Na mwisho kabisa ni kupanga siku ya ufunguzi. Mgahawa usifunguliwe kimyakimya, panga siku ya ufunguzi na alika watu e, wateja, e, majirani, wajumbe wa nyumba kuu, watendaji wa kata, na hata kama inawezekana, kama kuna wanasiasa kwa watu wenye majina mazito, waalike ili ufungue mgahawa wako, na hapo sasa inakuwa uko tayari kufanya biashara. Sasa kwenye kufanya biashara, kuna mambo mbalimbali ambayo itabidi watekeleze ili kuweza kufanikisha ile E, lengo lako la kupata faida na kuwa na biashara endelevu. Hayo sasa ni mambo ambayo yatakuwa tunayazungumza kwenye kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali. Naona nimeongea na kutosha, e, tuishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, asante na karibu tena.